Nimekuwa nikiulizwa maswali mengi kuhusu Habil ambaye amekuwa akitembea sana katika mitandao ya kijamii na watu, kwa sababu wanamwamini mwalimu, wamekuwa wakiniuliza maswali ili niwe na majibu. Amefanya uchunguzi wa muda, nimekuja na majibu yasiyokuwa na shaka ndani yake, Husiana na Habil. Maswali manne yamejibiwa. Swali la kwanza, Habil ni nani? Uh, Habil, swali la kuuliza Habil ni nani linakuwa na majibu mawili, nadharia mbili, uh, nadharia ya kwanza. Katika haya mawili, mojawapo ni sahihi. Kwanza, Habil ni mtu ni mtu halisi, lakini anayetumia application ya kubadili sauti yake. Ni mtu kweli, lakini anatumia application ya kubadili sauti yake, ndio sababu anakuwa anasikika analafudhi kama ya mzungu. Hoja ya pili, Habil huenda ni AI, akili mnemba. Lakini hata kama ikiwa akili mnemba, akili mnemba lazima iwe na mtu nyuma. Kwa hiyo tunaungana pamoja kwamba Habil ni mtu ambaye sauti yake imechezewa ili kuficha utambulisho wake. Tena si mtu mmoja, huenda ni genge la watu, genge la wanaharakati lakini sauti imechezewa. Ushahidi kwamba uh, sauti ya Habil imechezewa na si yeye yule ambaye anaongea vile, ushahidi ni kwamba Habil aliombwa aende katika interview akafanye mahojiano BBC Uingereza, lakini Habil alikataa, akaomba afanye mahojiano hayo kwa njia ya simu. Kwa kwa, alikataa kwenda ana kwa ana kufanya mahojiano badala yake akaomba ya afanye mahojiano kwa njia ya simu. Kwa hiyo huo ni ushahidi kwamba ile sauti siyo ya, ya, ya, sio sio sio sauti halisi, kwamba kuna mtu anaongea vile, ila ile sauti imechezewa, ni genge ambalo linatumia limechezesha ile sauti. Swali la kwanza hilo nimelijibu kwa ushahidi mzuri kabisa, na kwenda swali la pili Anachokisema Habil kina ukweli? Sasa hatuwezi kujibu bila kujua anasema kitu gani. Moja wapo ya mambo anayoyasema Habil, anasema ameandika barua hamsini na sita umoja wa Ulaya kuzuia misaada kwa nchi ya Tanzania. Sasa taarifa hii siyo ya kweli, kulingana na ukweli. Tafiti, na kuangalia angalia niliko kufanya e, taarifa hii haina ukweli wowote. Hapa Habil anajaribu kutudanganya. Lakini sasa labda niwaeleze Watanzania ambao mnaweza mkawa mnamshangilia Habil, e, anaposema kwamba ameandika barua hamsini na sita Umoja wa Ulaya kuzuia misaada kwa nchi ya Tanzania, na wewe huko Tanzania unasherekea, unashangilia, lazima utafakari mara mbili lazima utafakari mara tatu ikiwezekana e mara nne mpaka tano. Sasa misaada isipokuja, bajeti isipotosha, tutafanyaje? Hakuna barua yoyote aliyoiandika, lakini pamoja na kwamba unashangilia, hebu tafakari mara mbili, tafakari mara tatu, tafakari mara nne. Utawezaje maisha yakiwa magumu? Je, wewe si sehemu wewe utaondokana na, na, na, na, na hiyo changamoto. Wewe tafakari sana hapo. Japo si kweli, lakini pia Habil anachosema kina ukweli. Anasema kitu gani Habil? Anasema kwamba ana picha za satelaiti kuhusu kilichotokea tarehe ishirini na nane Oktoba, na anasema amefungua kesi ICC. Tuanze na hili la picha. Hili si kweli, hana picha Uh, kama Habila angekuwa na picha za satellite hizi picha ushahidi wake huu wa picha tayari angekuwa ameshahojiwa. Kama angekuwa na picha za satellite, vyombo vya kimataifa vya habari vingekuwa vimeshathibitisha jambo lake, vingekuwa vimeshasema, vingekuwa vimeshaonesha, si? kwa hiyo si kweli kwamba anapicha kwa sababu anakosa sapoti ya vyombo vya kimataifa ambayo anaitamani. Kwa kama angekuwa na ushahidi huo lazima angeshaufikisha katika vyombo vya kimataifa. Sasa uh, jambo jingine ni kwamba ame amefungua kesi ya ICC. Sasa hii sio kweli pia, kwa sababu mambo ya ICC huendeshwa kwa uwazi, mambo ya ICC hayafichwi, sio siri kama kungekuwa kuna jambo lolote limefanywa na bwana Habil, tungeona ICC, lakini ukiingia katika mitandao ya ICC hakuna jambo lolote. Kwa hiyo hapa napo anajaribu e, kutupanga. Lakini sasa linakuja jambo hapa. Uh, swali namba tatu: ni lipi lengo la Habil? Lengo la Habil ni lipi? Lengo la Habil ni vita ya kiuchumi ndio, lengo hasa la Habil vita ya kiuchumi, uh, kuzuia watalii kuja nchini. Hujuma ya wazi zidi ya taifa, hujuma zidi ya rasilimali mpya za taifa letu. Tanzania ina uranium, Tanzania ina gesi. Sasa hapa kwenye uranium, tawaletea makala nyingine kuwaeleza uranium ni nini na mjue uranium, tawaeleza tawaletea makala ikieleza uranium ili mweze kufahamu kitu tulicho nacho kina thamani kiasi gani, lakini kina hatari zake. Ndio kama hayo naona. Kwa hiyo hii ni, ni ni vita ya wazi kabisa ya ya ya kiuchumi, vita ya wazi kabisa, vita nyeupe ya kiuchumi isiyokuwa na shaka ndani yake, ni vita ya kiuchumi kabisa kabisa, vita ya moja kwa moja. Sasa tunahitimisha swali la nne kwa kusema, wanaharakati hawa wanatoa wapi fedha? Mtu afanye yote haya akiwa akajificha, fedha zinatoka wapi? Yako mashirika ya siyo ya kiserikali NGO ambayo yanafadhili harakati hizi. Rais Ruto amewahi kulituhumu shirika moja kwamba ndio lilikuwa likifadhili na kuwalipa Gen Z wa Kenya kufanya yale maandamano waliokuwa kiafanya. Kwa hiyo mashirika na na na na, na Rais Ruto amewahi kulituhumu shirika moja. Makala nyingine itakayofuata nitakuja na na na swala hilo la uranium lakini pia makala nyingine itakayofuata nitakuja kueleza kuhusiana na haya mashirika ambayo yamekuwa yakifanya yakifanya ufadhili. Kwa hivyo Uh, uh, nadhani maswali manne kuhusiana na Habil nimeyajibu, na maswali hayo ilikuwa ni pamoja na Habil nani, anachosema kina ukweli ama hakina ukweli? Tumesema hakina ukweli. Tumeuliza swali na kutoa majibu, ni lipi lengo la Habil, lakini pia tumejiuliza wanaharakati hawa wanatoa wapi fedha. Wanaharakati hawa, kwa taarifa tu, ni kupewana fedha, fedha wanayo, wanaharakati hawa fedha wanayo. Kwa hiyo sasa uh, kwa kwa kwa mtanzania ambaye alikuwa hajui ama haelewi mambo yanavyoendelea, tunajitahidi kuelimishana, tunajitahidi kupeana moja, mbili, tatu ili tuendelee kulijenga taifa letu. Tusije tusije tukaruhusu wahuni wakazibeba rasilimali zetu, tusije tukaruhusu mkoloni akarejea tena tusije tukaruhusu yanayotokea yaendelee kutokea. Kwa mfano hivi sasa Afrika Afrika hivi sasa kupinduapindua serikali limekuwa jambo la kawaida kabisa. Utasikia Guinea Bisau, serikali imeangushwa, utasikia Mali, serikali imeangushwa, Burkina Faso, serikali imeangushwa. Imekuwa jambo la kawaida vuruguvurugu. Sasa lazima ufahamu kwamba katika dunia hii, katika dunia hii hakuna anayetamani wewe um, um upate maendeleo kwa sababu ukipata maendeleo rasilimali atazipata kwa ugumu. Yaani wewe ukipata maendeleo rasilimali atazipataje? Taifa likizungumza lugha moja yulani ya mwanakuja anaichukua vipi? yulani ya madini, madini madini muhimu sana sasa, mnazungumza lugha moja hiyo, yulani ya mwanaichota vipi? Lazima muwekewe vikwazo. Sasa lazima tusimame imara, kujaribu kutetea, kujaribu kulinda jaribu kupigania kile kilicho chetu, na mkoloni wakati huu pengine amekuja vibaya na atachemka vibaya mno. Kwa hiyo niwatakie siku njema, na yeyote mwenye maoni mwenye, mwenye, mwenye, mwenye hoja mwenye swali, kama maswali haya nimekuwa nikiulizwa, unataka wakati ujao tuzungumze kuhusu nini? Kipi kinakutatiza wewe, niulize, tutajadiliana pamoja na tutaleta majibu yasiyokuwa na shaka ndani yake. Asanteni, niwatakie siku njema.